Nilianza kuonya wanaume wageni wakimpigia simu mke wangu. Nilipohoji, mama mkwe alijibu haraka kuliko mke wangu mwenyewe. Alinifunga mdomo kwa maneno ya aibu, akinionyesha kana kwamba mimi ndiye tatizo. Hapo ndipo nilipoanza kupoteza heshima yangu kama mume ndani ya nyumba yangu mwenyewe. Kilichoniumiza zaidi sio tu usaliti, bali ni jinsi nilivyofanywa mjinga mbele ya kila mtu. Nilikuwa ninaishi kwenye ndoa ambayo mimi nilikuwa mgeni. Mama mkwe alikuwa anaendesha mambo yote, alikuwa anatoa ruhusa, alikuwa anapokea, alikuwa anauza, na mimi nilikuwa kipofu. Usiku mmoja, nilikaa peke yangu nikijiuliza maswali ambayo sikuwa na majibu. Nilikuwa nimechoka kupambana na kivuli kisichoonekana. Nilikuwa nimechoka kujilaumu kwa dhambi ambazo sikuwa nimefanya. Hasira ilianza kunijaa, ile hasira ya mwanaume ambaye anahisi ananyang'anywa kila kitu anachokithamini. Nilianza kunywa, nilianza kukimbia mawazo, nilianza kupoteza mwelekeo. Na hapo ndipo nilifanya kosa ambalo lilibadilisha maisha yangu milele.